Wasanii mbalimbali nchini Tanzania na baadhi ya mastaa wameweza kushea hisia zao za ndani kabisa kwa watanzania wote ambao wamepata maafa na madhara mbalimbali mbali. Tunafahamu tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025, wa Tanzania baadhi ya maeneo walikuwa wameandamana wakiwa wanadai haki zao. Sasa siku ya leo wasanii mbalimbali ikiwemo Diamond Platnumz, D Voice, Official Nandy, Maua Sama, Joh Makini, lakini pia mpiganaji mashuhuri anaofahamika kwa jina la Mwakinyo pia ameweza kuandika kwenye Insta story yake, nitakusomea moja baada ya nyingine Walivyoviandika hawa wasanii na pole zao kwa Watanzania, tukianza na Diamond Platnumz, simba la masimba, Dangote, yeye ameshea kwenye Insta story yake na kusema Mwenyezi Mungu ndiyo mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka na kila jambo kutokea kwa sababu Inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie, sababu yeye baraka kubwa kwa taifa letu, atujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi, amina. Diamond Platinum ameweza kushare kwenye insta story yake siku ya leo, lakini bondia Hassan Mwakinyo pia yeye naye ameshare kwenye insta story yake na kusema hakuna maneno yanayotosha sawa sawasawa kueleza familia zilizopoteza wapendwa wao ambao ni ndugu zetu pia kifo ndiyo hadithi pekee ya kweli inayopasa kuheshimiwa maishani, huja mara moja tu. Ingawa zipo sababu nyingi zinazoweza kupelekea kifo cha mtu, lakini mara nyingi mtu anapokufa hakuna sababu inayotosha kulinganisha na uhai wake. Mungu atuswamee sisi wote, maiti watarajiwa na awasomee makosa yao, ndugu zetu waliopokosea kwa Mungu na kwa binadamu wenzao. Mungu awatie nguvu wazee na familia zao kwa ujumla. Tunaungana nanyi kama taifa kwenye nyakati zenu hizi ngumu za mapito. Hasani Mwakinyo, Jo Makini, yeye amesema pole yetu sote wa Tanzania, lakini zaidi kwa ndugu, jamaa, marafiki waliopoteza wapendwa wao. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kipindi hiki kigumu. Jo Makini. Mawasama yamesema nyakati za mpito zinakuja na mambo mengi, umoja na amani ndio ubora na tunu ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania na uwape nguvu wale wote waliopata madhara na kupoteza wapenda wao na mali zao. Mungu ibariki Tanzania. Wasanii ni wengi ambao wameshea, japo maswali pia yamekuwa mengi kwa baadhi ya Watanzania na kusema ya kwamba